Mkiangalia mabasi haya leo tuko kwenye hii barabara ya Mbagala lakini kuna barabara ya BRT1. Hii ni BRT2, barabara ya BRT1 inayotoka Gerezani ina kwenda mpaka kule Kimara. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa, lakini nimeona namna ambavyo Watanzania wa Mbagala wa wanataabika kwa sasa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 kile ambacho tumekusha kifanya kwa hiyo ni shukurani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa ma maombi ya mkoa wa wilaya, na yeye ndiye anayekaa hapa hapa, panaona wananchi wake wanavyotaabika, leo ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano nawaelekeza dati, nawaelekeza udarati, nawaelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja, chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinto, wahakikishe tarehe ishirini ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano, Alhamisi saa mbili asubuhi, au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri kwa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini, lakini ile barabara inayotoka Mwenge ile ina inayotoka gerezani kwenda mpaka Kimara ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Kwa hiyo tupo saizi kwenye matengenezo, tumeagiza pia baadhi ya vifaa vitakapokuwa pia vimefika, tutaanza pia kule, lakini tarehe ishirini kabla hata saa mbili barabara hii nione mabasi yameshafika, yanapakia abiria kwa utaratibu mzuri mtakaoweka. Hii imeshakuwa ni hasara na kwa muda huu hasa, lazima wakati fulani huwa watengenezaji ni sisi wenyewe pia, wananchi, kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kutoa ma pesa mahali popote zaidi ya kodi hizo hizo za Watanzania, ziweze pia kukarabati mabasi hayo, na ziweze pia kujenga vituo hivi. Kwa hiyo, Alhamisi saa mbili au kabla saa mbili, mabasi ya mwendokasi ya njia hii ambagara, ya Mbagara yaanze kufanya kazi haraka sana.